Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala Sayyidi Muhammadin Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, leo tumepata bahati kubwa kuweza kuitembelea Jamiatul Qarawiyyin jamia, jamia ambayo kwamba iko katika mji wa Maghrib Morocco, katika mji wa Fas. Fas ni moja kati ya miji ki ya kitarikhi ambayo kwamba twaweza kutumia lugha, ilifitahiwa wakati wa Harun Rashid katika karne ya pili, mwisho mwisho wa karne ya pili, mwaka wa mia moja sabiini na mbili takriban, ndiyo alikuja yule Idris Idris, eh, Idris ibn Abdillah ambaye kwamba ni kijukuu ama kitukuu au katika kizazi cha Imam Hassan ibn Ali ibn Abi Talib Alipokuja katika mji kama huu ambao kwamba alikuwa amekimbia kutokamana na mizozo ya daula Abbasiya, akaja zake huku akashukia katika mji wa Fas, na aliposhukia katika mji wa Fas akaeneza da'wa, akafanya harakati kubwa. Lakini maal asafi shadid, Harun al-Rashid akamtuma mmoja katika wajumbe wake akiitwa Suleiman Shammakh akaja kwa mambo ya kisiasa akamuua, lakini baada ya kumuua kumtila sumu katika athar kama wanavyoelezea wanazuoni wa tarikh e, alikuwa ameoa mwanamke wa kimazighia ikawa, e, yule mwanamke ameshika mimba akazaa mtoto. Mtoto kama yule akaitwa vilevile vile kwa jina la Idris, ikawa e, Idrisu thani kama huu ndo akaleta harakati kubwa. Moja katika harakati zake ni hili jamiatu alqarawiyin, ambapo kwamba jamiatu alqarawiyin kama wanavyosema wana historia kwamba ni jamia ambayo kwamba imeasisiwa mwaka wa mia mbili arobaini na tano hijiria, na ni jamia ambayo kwamba imefanya kazi kubwa sana sana, imetoa wanazoni wakubwa wa, wa kitarikhi akiwemo Ibn Khaldun ametakharaji hapa, akiwemo alimamu Al-Qurtubi Al ametakharaji hapa, akiwemo Ibnu Rushdi ametakharaji hapa akiwemo alalu lfasi ametakharaji hapa na wengi katika wanazuoni falasifa, na imetoa wanazuoni wingi wa kifalsafa na wanazuoni wingi wa kitarikhi. Jamia kama hii jamia kama hii ni msikiti wake kama tunavyoelezea, ni msikiti mkubwa sana sana, msikiti ambao kwamba milango yake ni takriban kumi na nne na sawari zake hizi vipia zake ni vipia ambavyo kwamba viko zaidi ya mia na ni msikiti ambao kwamba waweza kuswali watu zaidi ya elfu kumi kama wanavyotuelezea wenyewe, ambao kwamba tumewakuta hapa na kutuelezea historia kama hii. Ni Jamiatul Qarawiyyin, ni jamia ambayo kwamba imejengwa na mwanamke, wenyewe wakimuita Ummul Banin Fatimatul Fihriya baada ya kurithi mali nyingi sana kutoka kwa wazazi wake baada ya kufariki, lakini akaona mali yake ajenge jamia kama hini. Na miongoni mwa vitu ambavyo kwamba ni za kihistoria katika jamia kama hini, ni jamia ambayo kwamba hata mchanga wake ambao kwamba umejengewa ni mchanga ambao kwamba umetoka katika ardhi hini hini alisema sitaki kitu kingine chochote ambacho kwamba kitatoka nje, ikawa ni mchanga utaje utachimbwa katika ardhi hini, upatikane maji, yakapatikana katika ardhi hini kwao. Tukizungumzia Jamiatul Qarawiyyin, basi kila kitu ambacho kwamba tukiona ama vingi tunavyoviona katika msingi katika ujenzi ambao kwamba ni mchanga, mawe, maji, imepatikana katika ardhi kama hini zaregea shukrani kubwa kwa mwanamke kama huyu, mwanamke wa kitarikh kwa majina Fatima Al-Fihriya Ummul Banin, ambayo kwamba kwa sababu yake na kwa sababu wema wake imefanya chuo kama hichi. Kimetoa wanazuoni wakubwa, wanasema wenyewe ni chuo ambacho kwamba kimefanya kazi pengine zaidi ya al-Azhar al-Sharif, kama vile ambavyo kwamba ikitajwa, ikitajwa Masri basi yatajwa al-Azhar al-Sharif basi kitajwa Maghrib basi inatajwa katika jamia, inatajwa Jamiatu Alqarawiyyin. Ni moja katika jamia kubwa zilofanya kazi, na mpaka sasa kazi hizo ziendelea, halakati zinaendelea katika msikiti kama huu, msikiti mkubwa. Ni halakati peke yake, ama mabweni ya kulala wanafunzi wanalala katika madaris zingine ambazo kama pia tumezitembelea kama Madrasatu Albuinia, vijana au wanafunzi wanakwenda kulala huko, lakini halakati zote wanakuja kus soma hapa na kila mwalimu ambaye kwamba anasomesha katika jamiaatul Qarawiyin, basi ametaharaji katika jamiaatul qarawiyin au moja ya furui zake. Na jamia Muhammad Sadis, maahad Muhammad sadis litakwini alaima, ni moja ya furui ambazo kwamba ni za jamia hili ya Alqarawiyin. Na walimu wetu wote wanaotusomesha ni walimu ambao kwamba ima wametaharaji hapa jamiaatul qarawiyin au wamepitia hapa, na ni walimu wategemewa na ni madakatira ambayo kwamba kila umsikiae historia yake kila umsikiae la ala anazozitoa basi ni mwanachuoni mkubwa. Haya ni machache ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amenafikia kuweza kuielezea jamiatul Qarawiyyin kama hini. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla. Nakumbushwa hapa naambiwa kwamba hapa kuna kisima na bila shaka tukikifuatilia, pengine ni kisima hicho hicho ambacho kwamba kimechimbwa na mama Fatimatu al-Fihriya kusema kwamba kila kitu ambacho kwamba ataka kijengewe mahadi kama hini ama jamia kama hini iwe ni kitu ambacho kwamba kitatoka katika ardhi hini. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ajalie haya yote aliyofanya mwanamke kama huyu Fatimatu al-Fihriya iregee katika mizani hasanati zake na iregee fadhila kama zile kwa wazazi wake ambao kwamba sababu ya wazazi kupata mali kama hile na yeye kurithi, na alikuwa na ndugu yake, ninavyokumbuka katika tarikhi, lakini wakaafikiana wajengi kama ini. Tuna mengi ya kuelezea kuhusu daula magharibia, kuingia kwake daula alidrisia, kuingia mambo makubwa walioyafanya, sababu ya kuanguka kwake, munjizati zake, lakini kwa kuwa tuko karawiyin tumependa kuielezea hasa Jamiatul Qarawiyyin, tukaifanya kuielezea madina tufas ni kama msingi wa kuingililia kuweza kuelezea Jamiatul Qarawiyyin. Mwenyezi Mungu atuwafikie, atupatie baraka ya nadhara sehemu kama hizi, na nalotaharaj mahala kama hapa, na atupatie kadhalika baraka za mama kama huyu, mwanamke wa kheri Fatimatul Fihriya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahmid TV.